Iko neema kwa watu mnaoombea taifa. Mungu aliniambia, yoyote atakayesimama na wewe, maana yake mimi niliyojitokeza si kwa, nimejitokeza kama dini au dhehebu yoyote, atakayekuunga mkono kwa maombi, kwa huduma yote, na kwa kujitoa kokote, iwe unalipa fedha, iwe unasafirisha watu, uwe unawatunza watumishi wa Bwana wanaosafiri, kuna kule nikaambiwa, yoyote atakayeshiriki kwa namna yoyote, mtu huyo, nikiwemo na mimi Mungu hataacha kumuinua ndani ya vizazi vinne, kuanzia cha kwanza cha pili hakitapita. Kaorabashaka, hataacha kukuinua. Sadaka yako na ya kujitoa kwako kwa mari na uwepo wako itaendelea kunena kama ambavyo sadaka ya Dorcas ilinena hata alipokufa watu wakamdai, atatokeza kwa sababu tu aliugusa moyo wa Bwana. Ho ndipo Mungu akaniambia yoyote atakayeshiriki kama sio hizo huduma tano zikae kwako, basi watoto wako hakitaisha kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu, lazima atatokea mtumishi mwenye nguvu na mwenye kuinuliwa mwenye upako na neema ya ajabu sana, ambayo mimi nimetoa watu wa maskini wa chini kabisa. Tena nilipookoka, wakaniambia worokore haoi haolewi, hasomi hafanikiwi. Mungu akapindua meza. Mungu sio wa hivyo. Bwana akabadilisha kila kitu, kafanya vitu vya kutisha. Nami naongea na taifa na naombea na waombaji. Wewe uliyefika hapa kuanzia leo na wewe unayesikia kwenye chombo cha habari, maana tuko live huko unakosikia, nataka uniambie na uelewe kama umefenu umezijua, huduma hii ni huduma ya tofauti, ni huduma yenye kuponya Watanzania wote bila kubagua kabila, wanadini, wanadhehebu. Kwa unaitafuta kwa nguvu, ili Mungu akuinue, utapata neema ukiwa chini ya jua lakini ukimaliza safari, Mungu atakupa thawabu kubwa, kwa sababu anashughulika na watu ambao hawatakupa hawa asante hata siku moja, lakini Mungu wangu atakuinua. Upokee neema hii katika jina la Yesu aliye hai, mfalme wa amani. Nimekuja kupanda mzigo, wapo wanaponisikia ndani ya nchi na nje ya nchi. Nimekuja kupanda mzigo wa kujua uiponye nafsi yako, uponye watoto wako, uponye kanisa lako, uponye zile unazosali. Nimekuja kupanda mzigo, na mzigo huu lazima utokeze kitu, kwa sababu Mungu aliyenitokea akanipaka mafuta na kuniondoa, ili niweze kukupandia mzigo kwa faida ya kwako na watoto wako. Tunaenda kuomba sasa hivi, kabla sijakuleta hapa, nina jumbe za kutosha Kesho nawaomba mnipe muda wa kutosha, waidi mapema. Nina vitu vya kutosha, nina shuhuda nzito, namna nilivyoweza kufikisha kwa viongozi wa nchi walivyokubali kwamba huyu mtu ni mtumishi wa Mungu, namna nilivyofika kwa maaskofu, namna serikali ilivyosema huyu mtu ana kitu cha tofauti, namna ambavyo ilikuwa ilika ilikuwa wakufa, lakini Mungu akaondoa mauti. Leo nipo ili niwasaidie kwa Tanzania kuwafikishia uchumi a kutoka kwa m umeuzuria kongamano nyingi lakini hii kongamano inaenda kubadilisha sura ya maisha yako na ujana wako na watoto wako, na ukapaka nguvu isiyokuwa ya kawaida kulingana na maandiko kulingana na maandiko. Kwa kawaida mshirika wa kawaida ambaye sio viongozi anapaswa kuomba zaidi ya saa moja minimum wana awa lakini sasa wewe utapiga hesabu. Unaomba dakika tano, unaomba dakika unaomba dakika kumi, unaomba dakika ishirini, unaomba dakika hamsini. Sasa Mungu aliponipa alipo neema akasema, mafuta niliyokupa. Unajua Mungu alisemaje? Chagua watu nawajua, sehemu ya roho yako iingie kwao. Kwa nini? Maanake wale watu wanayeamini hichi unachoamini, iingie kwao. Nami nataka kukwambia, nimeletwa na Mungu Mwanza na wala sijuti. Nimeletwa na Mungu Mwanza. Unajua kuna watu nikazia macho ingi umefunguka epakwa mafuta ya mamlaka. Kuna watu wamepaka mafuta zaidi ya wengine, na mimi ni mmoja wa hawa. Kwa sababu hiyo, pale ambapo vitu vimekwama kwa muda mrefu vya kiroho na vya kimwili, nataka nikutangazia leo kwamba neema aliyopewa ambayo ni ya Mungu ina uwezo